DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili hapo Ujerumani. Hujambo msikilizaji, na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Josephat Charo. DW Habari za Ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Rais wa Urusi Vladimir Putin hatahudhuria mazungumzo ya amani Istanbul hii leo. Donald Trump aitaka Qatar kuishawishi Iran kurudi nyuma katika mpango wake wa nyuklia, na shirika lisilo la kiserikali la Marekani kuanza kusambaza misaada Gaza. Habari kamili Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amethibitisha kwamba hatohudhuria mazungumzo ya amani yanayofanyika nchini Uturuki hii leo. Putin amesema haya usiku wa kuamkia leo wakati alipokuwa akitangaza ujumbe utakaoiwakilisha Urusi katika mazungumzo hayo. Putin amemtuma mshauri wake Vladimir Medinski kuelekea Istanbul kama mkuu wa ujumbe wa Urusi. Ujumbe huo utamjumuisha pia naibu waziri wa ulinzi wa Urusi Alexander Fomin na naibu waziri wa mambo ya kigeni Mikhael Galujin. Zelenski amesema iwapo Putin hatawasili kwa mazungumzo hayo na ataendelea na kile alichokiita michezo, basi hiyo itakuwa ishara ya mwisho kwamba hataki kuvimaliza vita hivyo. Afisa mmoja mwandamizi wa Ukraine ambaye hakutaka kutajwa jina, usiku wa kuamkia leo ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa Zelenski alikuwa njiani kuelekea Uturuki. Doha. Rais wa Marekani Donald Trump ameitaka Qatar kutumia ushawishi wake kwa Iran kuurai uongozi wa nchi hiyo kufikia makubaliano na Marekani ya kurudi nyuma katika mpango wake wa nuklia. Trump ametoa wito huo wakati wa chakula cha jioni kilichoandaliwa kwa ajili yake na emir wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Awali katika mkutano wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba, rais huyo wa Marekani alisema anataka makubaliano na Iran, ila jamhuri hiyo ya Kiislamu ni lazima iache kuyaunga mkono makundi ya kiwakala ya wanamgambo Mashariki ya Kati. Iran ilifikia makubaliano na utawala wa Barack Obama mwaka wa elfu mbili na kumi na tano ikikubali kurutubisha madini ya urani kwa hadi asilimia tatu nukta sita saba ila makubaliano hayo yalifutwa katika utawala wa kwanza wa Trump. Haya yanajiri wakati ambapo Trump ameingia mikataba ya kibiashara na Qatar katika ziara yake hiyo ya eneo la Ghuba. Kulingana na ikulu ya Whitehouse, kampuni ya utengenezaji ndege ya Marekani ya Boeing imepata mkataba wa kulitengenezea shirika la ndege la Qatar ndege 160 zenye thamani ya dola bilioni 96. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Johannesburg. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa atakutana na rais wa Marekani Donald Trump wiki ijayo nchini humo atakakokuwa kwenye ziara rasmi. Katika taarifa ya, ya afisi ya Ramaphosa imesema, rais huyo atakutana na Trump katika ikulu ya White House. Mahusiano kati ya Marekani na Afrika Kusini yameingia ya doa tangu Donald Trump arudi afisini mwezi Januari. Trump amekata misaada yote ya kifedha ya Marekani kwa Afrika Kusini, akikosoa sera yake ya mageuzi ya umiliki wa ardhi na kesi ya mauaji ya halaiki ambayo Afrika Kusini iliwasilisha katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC dhidi ya Israel, nchi ambayo Marekani ni mwandani wake. Wiki hii utawala wa Trump uliwakaribisha Marekani wa Afrika Kusini 49 weupe ukisema wamekuwa wahanga wa ubaguzi wa rangi huko Afrika Kusini. Serikali ya Afrika Kusini imekanusha madai ya Trump ikisema hakuna ushahidi wa kuteswa kwa Afrika Kusini weupe nchini humo. Washington. Shirika moja lisilo la kiserikali linaloungwa mkono na Marekani limesema litaanza kusambaza misaada ya kiutu huko Gaza mwezi huu. Shirika hilo la wakfu wa kiutu wa Gaza GHF limetangaza jana kuwa litaanzisha operesheni katika ukanda wa Gaza kufuatia mazungumzo na maafisa wa Israel. Israel imezuia misaada kuingia Gaza tangu mwezi Machi. Shirika hilo sasa linasema limeiomba Israel kuhakikisha kuwepo kwa usalama katika maeneo ya kusambaza misaada hiyo, na Israel ikaitikia moto huo. Ukosefu wa chakula na madawa vimeifanya hali kuwa mbaya zaidi Gaza, ingawa Israel imepuuza onyo la Umoja wa Mataifa kwamba Gaza huenda ikakumbwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Na hatimaye Tripoli, makabiliano mapya ya risasi yameibuka katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, e, kati ya makundi mawili yenye nguvu yaliyojihami. Haya ni kwa mujibu wa afisa mmoja wa usalama. Haya yanafanyika siku moja baada ya mamlaka nchini humo kutangaza kuwa mapigano yamekwisha. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. DW, dunia yetu leo asubuhi Miongoni mwa taarifa utakazozisikia asubuhi ya leo: mkutano wa kutafuta amani ya Ukraine wafanyika leo mjini Istanbul, Uturuki. Waziri wa fedha wa Ujerumani apendekeza mpango wa euro trilioni moja kwa ajili ya matumizi ya ulinzi na kuboresha miundombinu. Na imetoka Minova, yani, hapa sina familia iko mimi na mtoto wangu, wakati vita katukuta, nikapoteza mume wangu, nikapoteza lipa changu umoya, mtoto kawakia na lipa cha umoya kuishi maisha mbali na familia, tuko tunateseka, hatuna kotutakimbilia. Ulimwengu leo waadhimisha siku ya familia. Karibu katika sehemu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu, mimi ni Josephat Charo. Mkutano muhimu kuhusu mzozo wa vita nchini Ukraine unafanyika hivi leo katika mji wa Istanbul nchini Uturuki kuitikia pendekezo la Rais Vladimir Putin wa Urusi. Hayo yatakuwa mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya pande hizo mbili tangu yalipovunja yale ya wiki za mwanzoni mwa mwaka 2022. Jacob Safari amefuatilia yanayojiri kuelekea mazungumzo ya leo na hii hapa taarifa yake. Rais wa Urusi Vladimir Putin amethibitisha kwamba hatahudhuria mazungumzo ya mazungumze. amani yanayofanyika nchini Uturuki hii leo. Putin ameyasema haya usiku wa kuamkia leo, wakati alipokuwa akitangaza ujumbe utakaoiwakilisha Urusi katika mazungumzo hayo. Putin amemtuma mshauri wake Vladimir Medinski kuelekea Istanbul kama mkuu wa ujumbe wa Urusi. Ujumbe huo utajumuisha pia naibu waziri wa ulinzi wa Urusi Alexander Fomin na naibu waziri wa mambo ya kigeni Mikhail Galuzin. Kulikuwa na uvumi mwingi kuhusiana na Putin kuhudhuria mazungumzo hayo, huku mshauri wake wa sera za kigeni Yuri Ushakov jana akisema huenda rais huyo asihudhurie. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski alikuwa amethibitisha nia yake ya kusafiri kuelekea Uturuki kukutana na Putin akisema hatofanya majadiliano na mtu mwingine yoyote, kwa kuwa rais huyo wa Urusi ndiye mfanya maamuzi katika vita hivyo na nchi yake ya Ukraine. Zelenski amesema iwapo Putin hatawasili kwa mazungumzo hayo na ataendelea na kile alichokiita michezo, basi hiyo itakuwa ishara ya mwisho kwamba hataki kuvimaliza vita hivyo. Afisa mmoja mwandamizi wa Ukraine ambaye hakutaka kutajwa jina, usiku wa kuamkia leo, ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa Zelenski alikuwa njiani kuelekea Uturuki. Rais wa Marekani Donald Trump ambaye kwa sasa yuko ziarani huko yu huba alikuwa amesema kuwa atahudhuria mazungumzo hayo iwapo Putin atafunga safari kwenda Uturuki. Ila afisa mmoja mwandamizi katika serikali hiyo ya Marekani sasa amesema kuwa Trump hatuhudhuria mazungumzo hayo kutokana na tangazo hilo la Putin kutohudhuria. Trump lakini amesema kwamba waziri wake wa mambo ya kigeni Marco Rubio bila shaka atakuwepo Uturuki. Ikulu ya White House imesema wanaoandamana na Rubio ambayo amewasili Istanbul tayari ni pamoja na wajumbe maalum Steve Witkoff na Keith Kellogg. Hapo jana rais wa Brazil Inacio Lula da Silva alikuwa amesema atajaribu kumrai rais Putin ahudhurie mazungumzo hayo ya amani. Lula alipitia mjini Moscow jana kutoka ziara yake ya kitaifa nchini China na Kremlin nasema hakukutana na Putin ila walizungumza kwa njia ya simu. Marekani na viongozi wa mataifa ya Magharibi wametishia kuiongezea Urusi vikwazo iwapo hakutokuwa na hatua zitakazopigwa katika kusitisha vita nchini Ukraine. Haya yanafanyika wakati ambapo kombora la angani la Urusi katika eneo moja la viwanda huko kaskazini mashariki mwa Ukraine katika eneo la Sumi limesababisha vifo vya watu watatu haya ni kwa mujibu wa gavana wa eneo hilo Ole Rihorov. Sumi ni eneo ambalo limekuwa likilengwa na Urusi mara kwa mara tangu kuanza hivyo kwa vita hivyo vilivyodumu kwa zaidi ya miaka mitatu. Jeshi la Urusi limekuwa likiandaa kufanya mashambulizi mapya ambayo kulingana na serikali ya Ukraine na wachambuzi wa kijeshi ni kwa ajili ya kuiongezea Ukraine shinikizo na kuuongezea nguvu msimamo wa Urusi katika majadiliano ya amani. Asante sana Jacob Safari kwa taarifa hiyo. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni dunia yetu leo asubuhi ikikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Waziri mpya wa fedha wa Ujerumani amependekeza kwenye makao makuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels, mpango wa yuro trilioni moja kwa ajili ya matumizi ya ulinzi na kuboresha miundo mbinu. Lakini kadri Umoja wa Ulaya unavyozidi kuweka sheria za kubana matumizi, je, mpango huo wa waziri wa fedha wa Ujerumani utakubalika? Ripoti ya mwandishi wa DW Tessa Valter inasomwa studioni na Zainab Aziz. Waziri huyo mpya wa fedha wa Ujerumani Lars Klingbeil aliwasilisha mjini Brussels ujumbe mzito kwamba Ujerumani iko tayari kutumia fedha hizo nyingi. Ameeleza kuwa fedha hizo zitahusisha mipango ya kuwekeza euro trilioni moja katika ulinzi na pia katika kuboresha miundo mbinu katika muongo ujao. Kwa hatua hiyo, Ujerumani inaondoa sifa yake ya muda mrefu ya kuizingatia sera ya kubana matumizi ya serikali na kuepuka nakisi kubwa ili kudumisha utulivu wa kiuchumi. Wakati huo huo, nchi nyingine wanachama wa Umoja wa Ulaya zinapochambua na kutafakari wigo wa mpango huo nyingi kati ya nchi hizo zinashangaa na kujiuliza kama Ujerumani bado inafuata sheria ambazo awali ilisisitiza kwamba nchi nyingine wanachama lazima izifuate. Waziri Klingbeil ambaye yumo kwenye ofisi yake kwa muda wa wiki moja tu aliongea kwa sauti ya kujiamini katika mkutano wake wa kwanza na mawaziri wenzake wa fedha wa jumuiya ya Umoja wa Ulaya. Aliweka wazi mipango ya nchi yake ya kukuza zaidi ukuaji wa uchumi kuuondoa ukomo wa kukopa, kupunguza gharama za nishati na kushughulikia swala la uhaba wa wafanyakazi. Alisema yote haya yataleta matokeo chanya kwa bara Ulaya. Ujerumani ilibadili kabisa jinsi inavyofanya mambo yake kuanzia mwezi Januari, wakati bunge lilipoisimamisha sera ya ukomo wa kukopa iliyopitishwa kikatiba katika nchi hiyo ambayo ilikuwa ndio msingi wa kanuni za kiuchumi za Ujerumani kwa zaidi ya mwongo mmoja hatua hiyo iliungwa mkono na wanasiasa wengi na ilifunua kifuniko ambacho sasa kinaiwezesha Ujerumani kukwepa mipaka mikali iliyozuia nchi hiyo kukopa zaidi ya ukomo uliokuwepo. Mnamo mwezi Machi, bunge liliidhinisha mipango ya kuongeza deni jipya la trilioni moja. Kiwango cha mpango huo sasa kinaiweka Ujerumani katika mkondo wa dafrau na mwongozo wa bajeti wa Umoja wa Ulaya. Mpango huu umeanzisha hatua ya mashaka ametahadharisha Armin Steinbach, mwanazuoni wa jopo wa la wataalamu la Bruegel ambaye pia ni profesa wa chuo cha biashara cha mjini Paris HEC. Kwa mujibu wa mkataba wa uimara na ustawi, nchi wanachama zinatakiwa zidumishe nakisi chini ya asilimia tatu ya pato jumla na zidumishe kiwango cha madeni chini ya asilimia sitini ya pato jumla. Kanuni zililegezwa wakati wa janga la Korona na pia baada ya Urusi kuivamia Ukraine ili kuruhusu mnyumbuko zaidi wa bajeti kwa ajili ya ulinzi. Waziri wa fedha wa Ujerumani, Lars Klingbeil, amesema mipango ya nchi yake iko ndani ya wigo huo. Ni Zainab Aziz na ripoti ya mwandishi wa DW Tessa Valter. Ulimwengu unaadhimisha siku ya familia kila tarehe kumi na tano mwezi Mei. Katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, maalfu ya familia zilikimbia makazi yao huku wakitengana au kupoteza kabisa wapendwa wao kutokana na vita ya mashariki mwa nchi hiyo. Baadhi yao wamejikuta jimboni Tanganyika, katika kambi ya Kikongo wakiwa na kumbukumbu kumbu ya familia zao. Zuberi Ali amewatembelea katika kambi hiyo na kututumia taarifa ifuatayo. Wakati ulimwengu unahitaji familia kuishi kwa umoja na mawasiliano bora kati ya vizazi ili kusherehekea uhusiano wa kifamilia, katika kambi ya wakimbizi hapa jimboni Tanganyika, mamia ya familia hazina raha, kwani walio wengi wamepoteza wapendwa wao. Wazee kwa vijana, waume kwa wanawake, waliopoteza familia zao kutokana na vita vya Kivu kaskazini na kusini, wamejikuta wakiishi bila matumaini yoyote, na wakati mwingine wanakata tamaa kuhusu maisha yao. hawa ni miongoni mwao. Nimetoka Minova, yani hapa sina familia, niko mimi na mtoto wangu. Wakati vita katukuta nikapoteza mume wangu, nikapoteza lipacha angu moya mtoto, nikabakia na lipacha umoya. Kuishi maisha mbali na familia tuko tunateseka hatuna kutakimbilia mpaka nikate kuni ndio nakula. Basi ndio kufa tu tafanya, tunateseka sana um toka tulikuyaka Goma, hatuna hata msaada yoyote, maji hatupate, chakula atupate. Tuliwaza tunapata msaada, kumbe tunakuya kupatikana kwenye tulitoka tabu, kwa tunakuwa tabu. Hapa niko peke yangu tu, natoka jana sikula paka hiyo. Makumi ya watoto wanaishi katika kambi hiyo wakiwa hawana ndugu wa damu kutokana na mizozo. Simulizi zinazoumiza kila mmoja katika kambi hiyo ni za watoto wawili, Volonte Bulenda na Mugisho Mbonekube. Wawili hawa hupoteza fahamu kama hutaongea nao kwa makini, unapowakumbusha kilichowatokea. Natokea Masisi Kusimbea Goma moka ya Mugunga bombe, wakati ilianguka mule bote wakakufa, nikabakia mimi mwenyewe nisaidie nisome na mie nione ngisindaishi maisha ya kesho. Mie natokea Kavumu Bukavu mwaile fujo, nilipoteza warafiki wa ba mingi njou, nikajikuta na mie nakimbia vita, sina wazazi, nifika hapa mwenyewe. Hapa ni maisha tu ya kuteseka, vyote kabisa sipate. Mie napenda tu inikutanisha na wazazi wangu. Upande wake mwenyekiti wa kata ya Katanika, kata ambayo wakimbizi hao wa ndani walifikia, bwana Kafimbo Tulenabo anaamini siku hii inakusudia kuongeza uhamasishaji kutokana na changamoto walizokutana nazo. Ametolea wito serikali kujali raia wake, kwani wao hawajapenda kutengana na familia zao. wale watu hali yao iko mbovu sana e, wengi ni wagonjwa, ni wamama wajauzito, ni watoto walikimbia bila wazazi pale wanakosa chakula na chochote kile kya kumsaidia tu mtu. Mpaka sasa tunaisha kuwa na hesabu ya elfu mbili mia mnane na zaidi. Serikali haja waone hatoshi ule unyonge wao mwili hali eko naishi hautafurahiwa pale. Idara ya maswala ya jamii imeahidi kushughulikia raia hao waliotengana na familia zao na kuwasihi wajisikie huru kwani mipango inaendelea kusukwa. Siku ya familia ulimwenguni ilitangazwa na Umoja wa Mataifa katika azimio la Septemba 20 mwaka 1993, lakini siku hii kwa raia hawa kama kuwatonesha kidonda. Zuber Ali, DW Kalemi. Asante sana Zuberi Ali kwa taarifa hiyo. Kati ya mwaka 2005 na 2011, Jamhuri ya, ya Kiislamu ya Mauritania ililengwa na makundi ya jihad yaliyo na mafungamano na kundi la itikadi kali za kiislamu la Al Qaida, lakini katika kipindi cha miaka kumi na tatu hivi nchi hiyo imebaki tulivu kiusalama kutokana na hatua madhubuti zilizochukuliwa na utawala wake. Katika kipindi hicho, visa vya mashambulizi ya kijeshi, utekaji nyara wa wanadiplomasia na wageni, hasa kutoka mataifa ya magharibi, havijatokea tena. Katika ripoti hii inayosomwa na Lubega Emmanuel Inaangazia mikakati iliyochukuliwa na Mauritania kufanikisha hali hii, huku makundi yenye itikadi kali za Kiislamu yakiendelea na mashambulizi maeneo mbalimbali ya kanda ya Sahel kati ya Chadi na Mali, Mauritania imebaki tulivu na thabiti. Shambulio la mwisho lililonasibishwa na makundi ya itikadi kali lilitokea miaka kumi na mitatu iliyopita wakati watu watano waliojihami kwa bunduki walipovamia kituo cha mpakani cha Adel Begrou, na kumteka nyara askari mmoja waliotoweka naye kuelekea nchi ya Mali. Tangu wakati huo, Mauritania ilianzisha mikakati kadhaa ya kuepusha visa hivyo kwa kuimarisha usalama kwenye mipaka yake ya mashariki yenye umbali wa kilomita elfu mbili mia mbili na Mali. Nchi hiyo ilibuni kikosi maalum cha usalama kikihusisha hasa raia wake wanaoishi kwenye mipaka hiyo. Ijapokuwa mikakati hiyo ilitekelezwa katika mazingira magumu ya jangwani, vichocheo kwa raia ambao wengi ni wafugaji wa kuhamahama vimechangia pakubwa katika kudhibiti makundi ya itikadi kali yanayodaiwa kuwa na mafungamano na Alqaida. Kulingana na mchunguzi mmoja wa kituo cha utafiti kuhusu sahara magharibi, Mohamed Fal Ud Ba amesema swala nyeti limekuwa jinsi ya kuendesha operesheni endelevu katika eneo la jangwa, akielezea kuwa Awali walijiuliza ni vipi wangeendesha shughuli hizo katika mazingira hayo. Mkakati mwingine ulilenga kuwabadili fikra watu wenye itikadi kali miongoni mwa jamii za Mauritania, kwani Alqaida ilikuwa imepenyeza dhana zake pakubwa miongoni mwao. Kwa mujibu wa mjadala na mazungumzo mbalimbali mbali, watu kadhaa walibadili fikra zao katika kipindi hicho, kama anavyofafanua amadu Sal, mtafiti katika kundi la maono la Mauritania, akisema lazima kuwepo na njia za kubadili hoja zinazotolewa na wale wenye itikadi kali, na hilo jukumu limefanywa na viongozi wa kidini, ambapo utawala pia ulipanga mfumo ambao ulidhibiti fikira hizo. Hata hivyo kuna madai kwamba Mauritania pia ilifanya mkataba Al -Qaida wa siri na Alqaida kushawishi washirika wake kutoendesha harakati zao ndani ya mipaka yake, lakini mamlaka za serikali zimekanusha vikali madai hayo. Licha ya mafanikio hayo, mataifa ya Ulaya na Marekani bado yanawashauri raia wake kutozuru mashariki mwa Mauritania. Kwa upande wa Mali, makundi yameendelea na mashambulizi na utekaji nyara. Ni ripoti yake Lubega Emmanuel. Na tukamilishe uchambuzi wetu huko nchini Kenya. Wakulima wa parachichi kwenye kaunti ya Meru nchini Kenya wanashusha pumzi baada ya kupata kifaa kipya cha kuwanasa wadudu aina ya nondo waliokuwa wakiharibu matunda yao. Mashine hiyo inayotumia miale ya jua inawavutia nondo hao ambao hudondoka kwenye maji ya sabuni na kunasa humo. Kwa kuanzia, uvumbuzi huo umeyabadili maisha ya wakulima wasiopungua hamsini huko Meru. Thelma Mwazaya amewatembelea shambani na anasimulia zaidi. Hapa niliposimama ni mbele ya shamba kubwa la maparachichi lililostawi vizuri, ni kwenye kaunti ya Meru. hata hivyo, kipo kitisho kilichojificha kinachovamia matunda. Kifaa kinachotumia miale ya jua ndiyo suluhu kwa wadudu wanaovamia maparachichi. Taa ya sola inawaka wakati wa usiku baada ya kupokea miale ya jua mchana kutwa. Nondo huvamia maparachichi wakati wa usiku na kuyaacha yakiwa na mashimo. mwangaza huwavutia nondo ambao wanadondoka kwenye beseni la maji ya sabuni, kama anavyoelezea Mutuma Murioki, mwasisi wa Eco Bristo inayotengeza mashine hii. So hiki kifaa cha kunasa wadudu kinafanya kazi usiku peke yake sababu so, huo ndio wakati wadudu wengi ambao wanadhiri matunda yetu wanakuwa katika shamba zetu usiku huu. Sasa kuna tunasaidia wakulima sasa kumaliza hao wadudu bila kutumia kemikali so, wakikuja wapepee hapo wa, uh, karibu na kifaa wanaanguka wana hapo ndani, hivyo inamaliza wadudu ambao wanakuja kutaga mayai kwa wametunda wanaharibu matunda yetu. Mutuma Morioki ni mshindi wa tuzo maalum za kuunga mkono teknolojia na uvumbuzi kwenye kilimo cha mpango wa Ayute, wa shirika la maendeleo ya kilimo la Haifa International. Agnes Kavata ni meneja wa uvumbuzi na vijana katika shirika la Haifa International na anasisitiza kuwa hatima ya kilimo iko mikononi mwa vijana. ajira kwa hao vijana kwa sababu kama mradi huwa tukianza, tunawasupot, tunaleta private sekta ndio waweze kushikana na wao na wametengeneza network ya wakulima waweze maparachichi hayo aghalabu huuzwa Ulaya inayoweka vigezo vikali vya usalama hususan utumiaji wa madawa ya kuua wadudu. Wakulima wa wodi ya Bogeta West wamegeukia matumizi ya kifaa cha kunasa nondo ili kuokoa zao lao la parachichi. Kenya Kanata ni mwenyekiti wa chama cha wakulima wa parachichi huko Bogeta West na anausifia uzinduzi huu. Nilileta hii wakati nilipata waste ya avocado ya tani zaidi ya tani mbili. Kulima wengi wa hii kikundi yetu wameadapt hii teknolojia ya sora trap. Eh, tayari najua wakulima zaidi ya hamsini ambao wako na hii teknolojia, na bando ni teknolojia mpya kwetu na inaendelea kuadapt na farmers especially, ukifanya hesabu ya hasara zile fcm inaweza kutupeleka Uzinduzi huu umewaweka wakulima wa parachichi katika nafasi nzuri sokoni, hasa Ulaya. Thelma Mwazaya, DW, Meru. Na kwa ripoti hiyo yake Thelma Mwazaya, ndipo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi ya leo. Karibu sasa usikilize makala DW, wanawake na maendeleo ni zaidi ya miezi mitatu sasa tangu mji wa goma katika jamhuri ya kidemokrasia ya congo uwe chini ya udhibiti wa muungano wa waasi wa afc m ishirini na tatu na maisha ya kila siku ya wakazi yamebadilika sana karibu asilimia themanini ya watu wamepoteza kazi zao lakini katikati ya janga hili la kiuchumi nguvu isiyotarajiwa imeibuka nayo nguvu ni ya wanawake wa goma katika soko la Kituku kuna kikundi cha wanawake kinachopambana na kinajulikana kama Mama Songa Mbele. Kilianzishwa mwaka elfu mbili ishirini na mbili kama kikundi cha akiba. Sasa kimekuwa nguzo muhimu ya mshikamano wakati wa vita. Katika makala hii ya wanawake na maendeleo, tunaangazia ustahimilivu wa wanawake mjini Goma kupitia muungano wa Mama Songa Mbele. Studioni ni Ruth Alonga kutoka Goma, karibu. Kwa nia ya kuimarisha maendeleo ya wanawake, Sylvi Sangara alianzisha kikundi cha Mama Songa Mbele. Kundi hili ambalo mwanzoni ilikuwa tu la akiba, sasa kimekuwa kikundi cha msaada wa kijamii, kisaikolojia na kifedha, kama anavyoeleza mwenyewe. Nafanyile kikundi, katika kikundi chetu tunatoa gawio, tuna kamati ya kufuatilia kesi za kijamii. Tunatoa pia mikopo midogo midogo inayolipwa kwa riba ndogo hii inawasaidia wanawake kufufua biashara zao ndogo ndogo. Hivi ndivyo tunavyofanya kazi hapa, lakini tangu Goma iwe chini ya waasi wa M23, hali imebadilika. Maduka mengi yameporwa na wafanyabiashara wengi wamefilisika. Kwa mujibu wa Silvi, biashara hazifanyi vizuri tena. Hali hii pia inakiathiri kikundi chao. Tangu vita vianze, biashara hazina tena uzito. Hakuna mzunguko wa pesa, wanawake wanachukua mikopo lakini hawawezi kulipa, kikundi kinapungua nguvu. Aidha, mgogoro wa kiuchumi umeathiri vibaya maisha ya watu. Riziki Kanenga ni mama mwenye watoto watano, yeye anauza samaki katika soko la Kituku. Tunafanya kazi bila faida, mara nyingi tunarudi nyumbani mikono mitupu. Benki zimefungwa na bila benki, kila kitu kimesimama hata watoto wangu hawaendi shule tena. Licha ya changamoto wanazokabiliana nazo, mshikamano wa wanawake hao bado upo imara. Wanawake wengi wa Mama Songa Mbele wanajivunia kuwa sehemu yake. Sifa Nzabalinda ni mfanyabiashara wa mboga mboga. Kikundi hiki kinatupa nguvu. Wanawake wanapokutembelea na kile kidogo walicho nacho, moyo unatulia. Na fik... Mama songa mbele ni nafasi wa uzungumzo ambapo wanawake wanashirikiana kipato, ushauri na mbinu za kuendeleza biashara. Katika sehemu ya kuuza bidhaa za plastiki, tunakutana na Chiza Cecile. Tunafanyaka mchango kidogo kidogo kwa ile mali. Tunachanga kutokana ma... na kipato chetu kidogo una... na kama mmoja wetu anakumbwa na matatizo, tunamsaidia aanze tena biashara ili aendelee kuwalea watoto wake. Atafutie watoto Wanawake wa soko la Kituku wanakithamini sana kikundi cha Mama Songa Mbele, hii ikiwa ni kwa sababu hakiishi tu kwenye masuala ya pesa pekee. Kikundi hiki kinatoa msaada wa kisaikolojia kwa wale wanaopitia mazingira magumu, kama anavyoeleza Mapendo Roze. Hiyo tunaikalaka kama vile wamama, tunakutana kama wanawake, tunapeana ushauri. Waume zetu wengi hawana kazi, tunasaidiana kuvumilia ili watoto wetu waendelee kusoma mama pana watoto wapate kusoma. Hata hivyo wanawake hawa wanasema changamoto ni nyingi. Tantine Nyamwiri wanasema mojawapo ya changamoto hizo ni ushuru wa juu sana tunalipa. Tuna kodi, kodi nyingi kuliko zamani, na inatuumiza. Lakini bado nawaambia wanawake tufanye kazi kwa upendo na tuheshimu serikali kwa ajili ya watoto wetu. Mama Songa Mbele sio tu mtandao wa akiba ni kimbilio, ni nguvu ya ustahimilivu wakati wa dhiki. Wanawake na maendeleo ni hadithi ya jamii inayopambana si tu kuishi, bali kuishi kwa heshima. Wasikilizaji wa DW, tumefika mwisho ya makala yetu ya wanawake na maendeleo. Kutoka studioni leo nilikuwa mimi Ruth Alonga kutoka Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa heri kwa sasa. Nam, hadi hapo msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote tulioshirikiana kuyafanikisha, umekuwa nami Josephat Charo na kutakia siku njema. mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na na kumalizika saa 12 na na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satelite Badri nane, Eutelsat nane WB Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili tunakuwageni kwa aherini.